Kwa jina ya Baba na la Mwana na wa Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya wingi wa rehema na baraka zako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ya Alhamisi. Sasa jua limezama, nasi tunaenda kupumzika. Tunakushukuru kwa ajili ya magumu yote tuliyokutana nao siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya furaha zote ambazo umeweza kutujalia siku ya leo tunakushukuru hata kwa ajili ya mema mengi ambayo tumeshindwa kuyatambua kwa akili zetu za kibinadamu ambao umetujalia siku hii ya leo Bwana. Katika kutembea kwetu tumejikwaa kwa kujua ama kwa kutokujua, tunaomba toba kwako kwa, kwa, ewe Mungu wetu, utuhurumie na kutusaidia tupate kukielekea kiti cha kitubio kwa unyofu na ukamilifu. Ewe Mungu, tunakabidhi usiku huu, upate kutulinda dhidi ya maoteo na mitego yote ya Shetani, ili kesho tuamke wenye afya njema nasi tuliimbie jina lako takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako fike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi uliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Mtakatifu Damasi wa kwanza Papa, utuombee. E maabikia ya Maria mama wa Mungu, utuombee. E Mtakatifu Yosefu baba mlishi wa Yesu, utuombee. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Nakutakia usiku mwema na, na mwisho mtumilifu, atujalie Mungu baba Mwenyezi.